Fuatilia hii video mpaka mwisho ufahamu aina ya vitambi ambavyo vinawasumbua wanawake wengi sana. Kitambi cha kwanza kinaitwa kitambi cha donut. Kitambi cha donut kimeanzia hapa juu kimekuja kidogo hivi lakini kimenywaga kimekuja mpaka huku mgongoni, hiki ni kitambi cha donut. Kitambi aina ya pili ni kitambi cha chini. Kitambi cha chini ni hichi ambaye mwanamke amejifungua lakini amejifungua mtoto mmoja au wawili tumbo linashuka linakuja mpaka huku chini kabisa. Hiki kinaitwa kitambi cha chini. Kitambi cha tatu, kitambi cha epo. Kitambi cha epo ni kitambi ambacho kimekuja kwa juu kabisa hivi aa, kimetokeza kabisa hivi juu kabisa kwa mbele kabisa hivi o. Hivi ni aina ya vitambi ambavyo vinawasumbua wanawake wengi sana, na wengi wamefaa, wametafuta njia mbalimbali, wametafuta uh, program mbalimbali ili kupungua, imeshindikana. Kama ni wewe mmojawapo, au una changamoto hiyo, na unatamani kupungua uwe na mwonekano mzuri, chukua namba kwa bio, nitakupa ushauri na nitakupa njia nzuri ambayo itakusaidia wewe kuondoa kitambi na nyama uzengu.